Katika ardhi za vijiji, jumla ya vijiji 10987 kati ya vijiji 12333 vilivyosajiliwa na ofisi ya Rais TAMISEMI vimepimwa mipaka yake. Vijiji vilivyoandaliwa mipango ya matumizi bora ya ardhi ni 4346, sawa na asilimia 35.24 ya vijiji 12333. Uandaaji wa mipango hiyo umewezesha kutambua vipande vya ardhi laki mbili hamsini na tisa na themanini, na kutolewa hati za kimila, hati miliki za kimila. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kutenga fedha kupitia bajeti ya serikali ambapo kila mwaka serikali hutenga fedha kwa ajili ya kazi hiyo. Ni matarajio ya serikali kukamilisha zoezi hili kutegemeana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Fatma Taufik, swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa spika, nashukuru kwa majibu ya serikali. Nina maswali mawili swali, so, la kwanza nini kauli ya serikali kwa vijiji vilivyosajiliwa lakini bado kuna migogoro ya mipaka? Lakini swali langu la pili, je, serikali ina mkakati gani wa kuharakisha mipango ya matumizi bora ya ardhi ili walau ifikie asilimia 60. Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa spika E, nashukuru kwa maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa uh, Fatma Hassan Toufiq mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo e, kimsingi tumeendelea na juhudi mbalimbali mbali, e, za kutatua migogoro ya ardhi hapa nchini e, juhudi ambazo kimsingi e, nadhani waheshimiwa wabunge wanakiri kwamba sasa tunakwenda kwa mwendo ambao ni mzuri zaidi na kwamba kauli ya serikali ni kuendelea E, kutatua migogoro hii ambayo kimsingi wakati mwingine haianzishwi na ile mipaka ila ni utashi tu wa kibinadamu ambao wananchi wanaweza wakawa wametofautiana katika uelewa wao. Lakini la pili e, mkakati wa serikali katika kupandisha viwango vya e, kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi kutoka hiyo asilimia 35 angalau ifike 60, kwa kweli tuna, tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia na hapa ninapoongea hivi karibuni tumepewa karibu shilingi bilioni tano. Ziko, ziko kazini, vijana wako kazini, wanaendelea ku, uh, kupitia vijiji mbalimbali kuviwekea mpango wa matumizi bora ya ardhi. Ni matarajio yetu kwamba upatikanaji wa fedha kadiri utakavyowezeshwa na serikali, wizara itaendelea kuiwekea, uh, kuweka mipango mizuri ya matumizi katika maeneo ya vijiji vyetu. Je, yeah, unataka kuboresha mwonekano wa nyumba yako au ofisi? jibu lako ni Lau Pavement. Tunakuletea huduma bora za kutengeneza pavement zenye ubora wa hali ya juu zinazodumu kwa muda mrefu. Huduma zetu ni pamoja na pavement za sehemu mbalimbali kama nyumbani, ofisini, parking za magari na bustani. Pavement za sehemu za michezo na burudani. Tumebobea kwenye huduma za kuzalisha paving, kuzalisha kutengeneza upya kulipea paving, kupaka rangi paving, kudesaini garden kuotesha ukoka na kupendezesha bustani. Pavement zetu ni za ubora na zenye michoro na miundo mbalimbali. Tunapatikana jijini Dar es Salaam Kibamba. Wasiliana nasi kwa simu namba 0679720739 au 0765337263. Karibu Lau Pavement kwa huduma bora na viwango vya juu vya pevin.